Kakaza kumbuka, yes. Pia hata Juka alienda Singida, yeah. wakati fulani yeah. So wote ni walimu kwetu, na sisi wanafunzi, na wamekubali kutushika mkono na kutuna jinsi wanafanya mtu manake Tanzania kwa mpira. Tukubali wakombele kushinda sisi yeah. Kama juzi wamemfuza mchezaji aitwa nani, azizi ki azizi ki, ameuzwa ameuzwa na engineer, anapata kama 135 milioni kwa club wakati ana uzo nilikuwa kule Moroko na waziri mkuu, nilikuwa nilikuwa hiyo hiyo stadium, walikuwa wanapiga friendly na Atletico Madrid, nilikuwa katika hiyo game. So unaona hizo ni timu ambazo zinaangalia mbali, na sisi timu zetu za Kenya unapata we just play for the premier league from there. Mtu ana interest nyingine, yaani bora mimi nimalize kwenye ligi. Hawana vigezo kwamba unataka kuenda kafu Kunda, kunda, <coughs> kunda, na hapo hapo ndo nilikuwa nataka kuuliza mzee, um, lessons ambazo tumepata manake sasa mm -hmm. tunaingia kwa Champions League. No. Na wachezaji wengi mtu ambaye kwa ambitious anasema hapa Champions League ndio unavyosema kuna Morocco, no. Mtu anaenda kuuzwa Morocco. Na mtu mmoja kina Waida ndio mm mcheza -hmm. hizi ma ma, ma, ma, ma ma club championship. Now uh, Police iko kwa position na baina za kauza considering kwamba kuna watu wengi uh, wakosoaji. Unajua wakosi. No. Wanasema kwamba age ya wachezaji wengi imekwenda kidogo. Um, is it something mna consider pengine kuuza wachezaji and then uh, na possibility kwaje, considering kwamba some of the players ambao ni wazuri na wanatubeba no. Um, ni wa ni kwa kwa kwa, kwa lugha ya bola nasema miaka ya kuuza imepita, unajua no. Lakini kuna huyu kijana mmoja ananifurahisha no. sana ndio baja baja, baja nilimuona game ya lakini nilikuwa kupiga na kinao bami ya ngapa, aise ay ay, wewe wewe wewe wewe, one of the young players ambao boss very daring kwa saa hizi yes, na tumeanza kuwekeza kwa wachezaji wachanga. Good. Kwa saa hizi tunaongelea kikosi changu saa hizi ni kupangia kikosi wote wako under 24. Wote. Mm -hmm. So kwa mfano tumemnunua Bajarabia kutoka City Stars, Kwa makusudi ya kumuuza. Good. Na hata Yango wamekutuletea offer tukakataa. Nataka tumuuze mm -hmm. Bajarabia. Na Hajaiva. Hajaiva. Naambia acha kwanza maana target wapi? Europe. Kama tutapata sendi nzuri na mm -hmm. ile mkurio mkataba tuliweka Eh, tukimuuza hata City Stars watafaidika, so under goods tukimpeleka Yanga na ninde atafaidika kushinda sisi. the uh, engine hatutaki so mtu kama bajabere tumemtarget na other young players pia tumewatarget to wasajili wakati mm huu -hmm. so we have a, a foundation eh saimo mm -hmm. uh, uh, wakati huu tunataka tufanye kitu kikubwa, maana yake nimeona hata katika timu taifa with the very young players who can come to police and represent us in the cup. Si lazima tafuti mchezo kutoka nje, hapana. Hapana, kuna tofauti ya Kenya Police hii <coughs> sasa hawa maafande na no. Kenya Police team